Karibuni katika Dr. Saddam Kenya na in today's video ningependa tuweze kuzungumzia some very easy solution ambayo inaweza kusaidia ukaweza kupata ujauzito haraka especially kama umekuwa unatafuta ujauzito kwa muda mrefu. There is this medication ambayo inaitwa Clomiphene citrate ama kwa ufupi there is a brand name inaitwa Clomid. Now this is a very easy medication ya wewe kuweza kutumia. So chenye utafanya ni kuwa utahesabu, utaanza kuhesabu mzunguko wako. Uh, itabidi uweze kuhesabu siku ya kwanza ya mzunguko kwa wako na siku ya kwanza ya mzunguko kwa wako ni siku ya kwanza ambayo unapata hedhi. Siku ambayo itafuata, au siku ya pili baada ya hiyo siku, au siku ya tatu baada ya hiyo siku utachukua tembe moja 50 mg ya hiyo Clomid uweze kuimeza, na the second day utameza tembe nyingine, the third day utameza tembe nyingine, the fourth day utameza tembe nyingine hadi zifike siku tano. Now, 10 days baada ya kupata he, hedhi yako ya kwanza itabidi uhakikishe kuwa unajamiana na mume wako ama na mpenzi wako for the next like 8 days, so kutoka hiyo siku ya kumi hadi siku ya kumi na nane, uh, na nane itabidi ujanene na mpenzi wako, na if everything goes well utaweza kupata ujauzito.